Karibuni wateja wetu wa JM Baby Shop. Jamani kuna kitanda hiki hapa kwa ajili ya mtoto wako. Kitanda hiki utapata 2 in 1. Utapata kitanda kidogo namna hii kama kinavyoonekana na kina tile unaweza ukakitoa nje akakalia sebrain ukiwa umepumzika na mwanao na kina neti nzuri kama hii inakunjuka vizuri kwa urahisi na pia inasafishika kwa urahisi na kuna kitanda kikubwa namna hii. Hiki ni kitanda kikubwa, mtoto anaweza akakitumia akiwa chumbani pia, na kinatumika mpaka mtoto akiwa na miaka mitano anaweza kulalia kitanda hiki. Utapata vitanda vyote viwili kama hivi kwa shilingi laki tatu na elfu hamsini. Tutembelee dukani kwetu. Bluu kama hii ni kwa mtoto wa kiume, lakini tuna rangi ya pinki kama ile pale kwa ajili ya mtoto wa kike. Hiki ni kwa ajili ya mtoto wa kike. Karibu sana tuna pisi chache tu zimebaki hapa dukani kwetu. Tutembelee au tupigie simu. Karibu sana.